Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee na ni wahubiri kidogo. Nataka <laughs> niongee na maaskofu. Nataka niongee na wachungaji. Nataka niongee na wainjilisti. Nataka niongee na manabii. Je, unataka kuwa mtu wa kuheshimiwa? Unataka kuwa mtu wa kusifiwa na wale unaowaongoza? Basi sema uongo. Usiiseme kweli. Usisome Biblia ilivyo, wala usiihubiri jinsi ilivyo. Usikemee, usikaripie, usionye, usifundishe kwa uvumilivu wote. Utasifiwa sana. Je, unataka kuheshimiwa? Ukiwaona walevi, waunge mkono. Ukiona mtu mmoja amechukua wanawake kumi kanisani, sema amefanya vizuri. Ukiona mtu ameiba, sema vizuri. Ah, hivyo ni vizuri. Wakichelewa ibada sema mmefanya vizuri. Je, unataka kuheshimiwa na Mungu? Wanadamu wa kukatae, kemea, karipia, onya, useme ukweli, uifundishe Biblia ilivyo. Utatukanwa, utadhiakiwa, utapewa sumu, utaundiwa makundi makundi na magurupu ya kila njia, utafanyiwa kila aina ya matusi na uchafu. Biblia inasema nimewatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Likumbuke hilo wachungaji, likumbuke hilo maaskofu, likumbuke hilo wainjilisti, likumbuke hilo waubidi. Nimewatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Ile heshima waliopewa watumishi wa Mungu waliotutangulia haipo tena kwa washirika wa leo. Wanakupenda ukiwasifia kwenye dhambi zao, wanakupenda ukiwaunga mkono kwenye uovu wao. Ukiwakemea, ukawafundisha kweli na kuwaelekeza, watakutukana, watakupa majina yote, watakudhihaki, watakufanyia kila aina ya ujeuri, watakunyosha. Lakini <laughs> ukiwa na roho ngumu, mwisho wa siku Mungu atainuka na kulipa kisasi juu yako mwisho wa siku Mungu atakubariki. Shika maneno haya. Naitwa Mchungaji Joseph Petro Ruemamu, nabii wa na kweli. Nitawaletea ushuhuda wa maisha yangu, nitawaletea ushuhuda wa maisha yangu. Nimekutana na mangapi kwenye uchungaji, nimepita kwa mangapi na ni mangapi nakutana nayo na bado nimesimama. Mungu awabariki. Baibai, amen.